Governors na viongozi wako hapa na vijana wenzangu. Mimi naitwa Fikirini Jacobs. Mimi ni kijana na ni katibu wa vijana katika Wizara ya Vijana na Michezo. Tumekuja hapa leo kuandamana na Mheshimiwa Rais kwa sababu yeye yuko na jambo. Na jambo ni kwamba Mheshimiwa Rais amekaa na akapanga kwamba safari ya maendeleo ya uchumi wa taifa la Kenya haiwezi kukamilika mpaka vijana wapewe nafasi na, na waongoze hiyo safari ya uchumi. Your Excellency, Kenya as a country is a blessed country. Wakati nchi nyingine duniani ziko na tatizo kubwa kwamba populations zao kubwa, bigger percentages of their population is aging. Your Excellency, Kenya as a country

Nyota kwa lengo la kuwashikilia vijana na kusonga mbele. Sasa mimi nikimalizia, niwaombe nyinyi baada ya kumshukuru mheshimiwa rais kwa niaba yenu, niwaombe kwamba sasa tumepata nafasi ya kuwekeza kiuchumi. Mimi niwaombe kwamba sasa tuwe responsible na kutumia ile pesa ambayo tunaipewa kwa ajili ya kujiendeleza, because by any other standard nyinyi your category historically speaking has never been recognized, kwa sababu hii mradi wa NYOTA inaangalia vijana bila kujali kama amesoma ama hajasoma, na ndiyo maana tukipewa hii pesa tuitumie vizuri, tukue responsible nayo, na alafu sisi sote tusaidike kiuchumi. Nisisikie kijana hapo ameanza kudeclare, kutafuta MCA na pesa ya NYOTA, tafadhali. Asanteni sana, Mungu awabariki wa asante.